Loba, oh, oh, oh, thank oh, oh. Ah, oh, thank you, you, Mwijaku, yeah, this is Silent Ocean, tuko hapa China yu, kukupa machimbo ya biashara mazuri ili uweze kutoka kimaisha njo hapa yu, na milioni hizi mbili utanishukuru hala. Mabwana, yes, yes. Yes. Ebwana, niko hapa yu kwenye soko la vifaa vidogo vidogo. Sasa hapa nimekuleta kwenye midori mona midori kwa mfanya biashara, hii ndio biashara watakao ifanya hapa yu. Hii ukibeba CBM zako tano tano tu umetoka kimaisha njona milioni zako hizi mbili umemaliza, umetoka kimaisha. Ah, look at this look at this oh, ni hao ni hao ni hao ni hao ni hao skamo eh, yes. Ni kwambie tu tukifika hapa unaweza ukafanya biashara hii ukachukua. Huyu ni supplier wa Midori, anauza jumla jumla, alinatoka moja kwa moja kiwandani nakuja hapa. Wewe mfanya biashara, njona milioni mbili Fanya hii biashara milioni zako mbili, fanya biashara, faida milioni kumi na tano. Sijasema ufanye nini, faida milioni kumi na tano. Umeona dress code hapa, ndo wanaziekaeka vizuri. Umeona dress code zao hizi, na ikija inakuja kwa mfumo wa hivi. Umeona inakuwa kwenye box hivi. Sasa huyu ni supplier wa midoli, anapatikana hapa, na vitu vingine vidogo vidogo, key holders hapa. Umeona key holders hizi, zote ni key holders za aina mbalimbali, zinapatikana hapa. Utapata wapi zaidi ya mji wa Yiwu hapa China? Njoo Yiwu, hapa China, utajua mwana mtu wa kike unaofungua gari yako ukoje. Tazama, tazama jamani, hivi vifaa tazameni hivi vifaa, mnangoja nini ndugu zanguni? Oh, oh, ni hao, ni hao, ni hao, oh, loba loba, oh, ni hao, ni hao, ni hao, oh, loba, thank you, thank you, loba Loban, Loban, Loban, Loban, Loban, sema Mwijaku, Mwijaku, Mwijaku, eh, Loban, Loban, oh, this is silent ocean, tuko hapa China u kukupa machimbo ya biashara mazuri ili uwezi kutoka kimaisha njoa hapa u na milioni hizi mbili utanisukuru hala.